Akaka, akakanyaga ngazi ya pili akasikika mtume anasema amin. Ngazi ya tatu mtume akasikika anasema amin. Masahaba walikuwa na bwana mtume wakiwa naye wanasoma. Kila tendo la bwana mtume analolifanya ni somo kwa umati wake. Kila tamko analolitamka mtume ni somo kwa umati wake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema, wa mayantiku ani alhawa in huwa illa wahayun yuha. Mtume alikuwa azungumzi porojo lolote, analoizungumza mtume inakuwa ni funzo kwa umati wake. Kwa mtazamo huo, masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, mbona umepanda ngazi ya kwanza ukasema amin, na ya pili ukasema amin, na ya tatu ukakariri neno hilo hilo kulikoni ya Rasulullah? Mtume akawaambia atani ya Jibril, Kanijia malaika Jibril, kwa sababu Jibrili alikuwa ndio malaika anayemfundisha Mtume, yeye kuwa ndiye malaika anayemletea wahyi. Ataenda safari yake, unaikumbuka israi wal miraji, aliandamana yani ya na nani? Na Jibrili. Mtume akawaambia masahaba, amenijia Jibrili. Wakati napanda nyingazi ya kwanza, akanambia amepoteza, amekuwa na hasara kubwa. Man adraka Ramadhan, mwenye kukutana na mwezi wa Ramadhani ana hasara kubwa man adraka Ramadhan, mwenye kuukuta mwezi wa Ramadhani na ikawa si sababu ya mja huu kwenda kusamehewa madhambi yake aliyokuwa nayo. Bwana Mtume anatoa tafsiri ya amina tatu alizozipiga wakati anapanda juu ya memba mmoja, anasema amepata hasara kubwa, man manadhraka Ramadhan, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kaukuta mwezi wa Ramadhani kaukuta kumi la kwanza tuka sikua kwanza mpaka zimefuka kumi kalibwaga Likaja kumi la pili amelibwaga, likaingia na kumi la tatu kamaliza Ramadhani na ikawa mja huyu hajasamehewa madhambi yake. Mtu huyu amekula la hasara. Ahbabu fillah, tumeipata Ramadhani kutoka kumi la kwanza hadi leo tumeingia kumi la pili. Tujijifanyieni auditing sisi wenyewe kabla hatujafanyiwa auditing. Ni jambo gani ulilolifanya kwenye kumi la kwanza ambalo unaona linastahiki wewe kuingia kwenye rehema za Mwenyezi Mungu subhanahu wataala.

man aftara swaiman, yoyote mwenye kumfunguza mtu ambaye kafunga, inakuwa ni sababu ya yule mja kusamehewa madhambi, inakuwa ni sababu ya yule mja kama kwamba ametoa mtumwa moto, mtumwa huru, amemwacha mtumwa huru. Kwa ajili hiyo, yakunu hadha al-amal inakuwa kwa amali hiyo sababu ya yule mwanadamu kusamehewa madhambi yake ni wangapi na wangapi umewafuturisha umewafudurisha toka ramadhani ya kwanza imeanza mtume akasema ashba saiman mwenye kumlisha ambaye amefunga naye anakwenda kusamehewa madhambi anakwenda kujosha maji katika birika la mtume Toka kumi la kwanza siku ya kwanza mpaka leo, ni jambo gani umefanya kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala? wa umejiongeza vipi ti ibada hali ya kuwa unaona unastahili kupata rehema za Mwenyezi Mungu? Hivi unaona katika akili yako hivyo ulivyo, kweli unaona unaingia kwenye hilo gurupu za watu waliopata rema za Mwenyezi Mungu? Ndugu zangu Waislamu, ni mara ngapi tulifunga swaumu na wenzetu na hawakuweza kuukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani.

na mimi ninayezungumza, inaweza kuwa hili ndiyo kumi la mwisho katika umri wako, na tunaingia kwenye kumi la pili ambalo hatuwezi kulijua kama tutalimaliza. Tusiwe miongoni mwa wale watu aliyosema Mtume wamepoteza, man adraka ramadan, mwenye kuukuta Ramadhani na ikawa siyo sababu ya ule mja kusamehewa madhambi yake. Tumeingia kwenye kumi la pili. awaluhu rahma, awaluhu rahma, kumi la kwanza ni la rehema za Mwenyezi Mungu. Jiulize wewe wewe, nafsi yako jiulize kwa hali unavyoishi. Tara wewe uswali, wewe unakimbia ukimaliza ile nani hii Isha ukisikia ile salatu jamaa, rahimakumullah, kwa wale wanaokuja kusali sasa, wanaona kama wanaambia, jamani, tusha swali, nendeni nyumbani. Watu wote wanatoka. Swala ya tarawehe huswali, kutoa sadaka hutowi na funga zetu hizi za buruguurugu hizi? Kweli kwa mtazamo huo tunaona tumeyapata, tumepata rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Allah anasema, walladhina man jahada fina lana lanahadiannahum subulana, wale watakaojipinda kwetu sisi kutafuta khairati nasi tutakwenda kuongoza katika njia ambazo ndio zetu na zizo faida. Lazima tuongeze jitihadi ili kuweza kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili kumi na kati. Ni lazima tujiongeze ndugu zangu wa Islam. Tusiwe kama tulivyokuwa kumi la kwanza. Ni lazima tujiongeze ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna watu kwa kutaka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu wanatoa hela zao bali na kuwachukua wenzao kuhakikisha ya kwamba haya makumi na hizi siku zilizobakia wanakwenda kuzifanyia kuzimaliza mbele ya safari huko. Leo mimi na wewe juzuu mbili hatujamaliza katika siku kumi za mwanzo, na sharu Ramadhan ni mwezi ulioteremshiwa Qurani. mifuko yetu imekuwa haitoi kwa ajili ya Allah. Hatujasaidia yoyote, hatujamwangalia yoyote ambaye hana uwezo. Sisi na dunia, dunia na si subhanahu wa taala, bali tunakwenda kukimbizana hatua kwa hatua na mambo yetu ya kilimwemu. Kwa hiyo nawaasa usiku, mwauhusia nafsi na wahusiani, ndugu zangu Waislamu na mie mwenyewe, kujiongeza katika kumi la pili. Tuchukulie kwamba kumi la kwanza tumepoteza Tumeingia kwenye kumi la pili ambalo ndilo kumi la maghfira, na linaweza likawa ndiyo kumi la mwisho lako wewe katika umri wako. Hautakutana na kumi la pili Ramadhani, isipokuwa linakuwa ni kumi hili ndio mwisho wa umri wako wewe, unayenisikiza ama mimi. Nini unahitajika kufanya? watu waliotangulia. Leo tumekuwa hatuna jirani anafuturu, hajui mtu wa nyumba ya pili yake anakula nini. Na mwezi wa Ramadani ni mwezi wa ikram, ni mwezi wa imani, ni mwezi wa kupeana, ni mwezi wa kujaliana. Bwana Mtume sallallahu aleihi wasallam akapanda ngazi ya pili, ngazi ya pili ile tamko likawa ni lile lile, amin, na jawabu lake likawa ndilo hili. Mtume akasema ameangamia, man adraka abawaihi, mwenye kuwakuta wazazi wake wawili mwenye kukua na wazazi wake wawili wakiwa kwenye utu uzima mpaka wakafa hawa, na ikawa si sababu ya wewe kuingia ndani ya janna ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa una mamako yuko hai na babako, basi hiyo ndio sababu ya wewe kuingia ndani ya pepe. unaliona ni jambo rahisi, lakini lina mitihani lukuki ndani yake inayofungamana na masuala hayo, kwa sababu nafasi kubwa ya mzazi huchukuliwa na mke, mtoto anapooa mtoto wa kiume anapooa, anakuwa mama amepungua nguvu katika mchakato mzima wa maisha ya yule mtoto, bali anayekuwa ndiyo kontrola anakuwa ni mama au bibi? Ni bibi. Tabaan, bibi ana nafasi yake katika Uislamu na mama ana nafasi yake katika maisha yako, bali imeshafikia miongoni mwetu mpaka kuwaita wazazi wetu kwamba ni wachawi. Mama unahisi kwamba anakuroga mama, aliyekubeba mwezi tisa, leo umemgeuza kuwa mchawi. Wako watu tunawajua, paktani wamehama, wamehama baada ya kupata vibarua, mama zao wamekuwa ni wachana. Ndugu zangu Waislamu, mie hupenda kusema, na wala haya sio maapizo, ndio hali halisi, tutapungua na Ramadhani ijayo wengine hatutakuwa bali, hata wengine tunaweza tusimalize Ramadhani, ima wewe, ima wewe hii, ima wewe uliyeisikiza nyumbani, ima wewe uli hapa msikitini. Kwa maana hii, tuitumie nafasi ambayo tuko nayo katika Ramadhani hii, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa maneno ya Bwana Mtume, kullu yawmin inda al-iftar, kila siku watu wanapofungua mwadhini au wanapofungua saumu zao. Maanake wengine wanakuambia atufungui mwadhini, tunafungua saumu sawa, sawa. vyovote vile unataka kuweka. Mwenyezi Mungu wasamehe watu makundi kwa makundi, ambao tayari wamehukumiwa enda kwenye moto wa jahanna. Allahumma jaalna. Kinachohitajika ni wewe kujiongeza naye, Mwenyezi Mungu alete hidaya kwako wewe. Jiulize, kitu gani special umekiongeza mbali na kufunga toka hii Ramadhani, ni kitu gani Darasa zikianza wakimbia. Kitu gani unaongeza? Ni juzu ngapi za Qurani unasoma? Umetoa sadaka kiasi gani? Umemsaidia nani juu ya nani ndani ya Ramadhani hii? Kufunga kuko ni wajibu, umejiongeza namna gani kuweza kuhakikisha umejikaribisha kwa Mwenyezi Mungu.

ambaye haijui ataikuta Ramadhani nyingine kuletea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ajali. Leo mtu anaweza kulia eh, watu wazima wetu hao, akalia kwa sababu ati kaisikia kaseti ya bali abia zangu hezi za mawasia, basi alia kwa sababu ameisikia nyimbo ya Jumaa Msomani, kwa sababu ndio aliyoingia nayo uwandani siku ya harusi. Alia. Mtume anasema, la yalijunari rajulun baka min khashyati Allah. Hataingia ndani ya moto mtu anaelia kwa hofu ya Allah tabarak wa taala. fa aina nahnu min haulai lijaa, wako wapi miongoni mwetu watu wanaoweza kutoa tozi ngaa kichwa cha enzi kwa ajili ya kumlilia Allah tabarak wa taala. Ukiri makosa uliyomfanyia Allah na madhambi uliyoyakusanya ifikia hatua kulia kwa ajili ya hofu ya Allah Tabarak wa Taala. Allah anasema, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ya ayyuhal insan

ukamsahau Allah tabaraka wa taala. Ni afya kwa sababu mtume anasema hizi neema mbili zinamchanganya mwanadamu sana, kama una hela na uzima. Viongozi wote unaoona wanaozunguka, una wallahi, ni afya tu ile. Yule akwambia kuambia nitasimama, ntasimama kwa kuna watu wameanza kampeni leo. Ah, watu keu wanafikiria kuna makaburi kweu 20, wanafikiria 2027 wakati wakatiha mtume anasema idha asbahta fala tantadhiru masaa. Ukiamka usitarajie kama jua litakutwa Leo kila mmoja kuambia mimi, nasimama. Mimi nitasimama, yule ameanzisha grupu, yule ameanzisha sizo. yani, yani fikira zetu ni kuishi kwenye hii dunia milele na milele na milele, wakati mauti anakujia ghafla, ndio pale mwanadamu anasema rabbi rjiuni rabbi, njiruni, rabbi, njiruni, rabbi njiruni. Ya Allah naomba unirejeshe duniani nikatende mambo mema, kwa sababu alipokuwa duniani yuko 2025 anapanga mambo ya 2027 ya kidunia, hakuwa na mahesabu kwamba inna malakul mauti yunadihi kullu yawmin

tanuweni mnavyotaka kuluma, situ, kuleni mnachotaka, fanyeni mnavyotaka. Fawallah la akulanna luhumakum wajuludakum, nami na apo kwa Mwenyezi Mungu, la akulanna luhumakum wa juludakum, ngozi zenu mili yenu nami nitakuja kuimaliza itakapokuwa ndani ya matumbo yenu. Leo tumesahau mustakbali wa akhira, wakati ardhi inatungoja, wakati kila yaumi kuna kuamka, kila ukipiga hatua unakimbilia una kaburini Mwanadamu anapiga hatua moja kulielekea kaburi mpaka inafikia siku malakul mauti anakujia pale, ndio tamwambia rabbi rijiuni laali amal saliha fima tarakt, anasema lausuila alikubur laiti, la wangeendewa wale watu wa makaburini waulizwe ni kitu gani wanataka kwenye hii dunia, latamanna, wangetamani wapate siku moja tu ya huu mwezi mtukufu. Na mabana, wangetamani wapate siku moja mbali na walikoishi na vyo vyao na heshima zao na masaluti na magari makubwa yale wanaoyaona kule, mtu angetamani apewe siku moja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani aufanyie kazi. Leo mimi na wewe hatuoni maana ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani bali miongoni mwa watu ambao Ramadhani wanayulosi sana ni kina mama, wanawake wetu wa Kiswahili, wana tabia ambazo zinaandamana na yani tabia za kishetani shetani. Kwanza mswahili akiwa na harusi ya swali, situnao nyumbani, toka siku anakwenda kupata piku mpaka siku atatoka ohi swala so, huwa imetundikwa imewekwa mahali Mswahili. Mama zetu wa Kiswahili wao humkejeli Mungu, wao humwomba msamaha Mungu mbele ya kusengenya. Kusengenya, ukimsikia mwanamke Mswahili asafullah, safullah, jua mbele linalokuja nisengenya. Safullah, Safullah, Mungu asamehe. Yaani anamfanya Mungu mtoto, anamuomba anamwomba msamaha mbele ya kusegeja. Mwanamke wa Kiswahili Ramadhani ikifika, yeye ni kukaranga tu, hawamti kufanya ibada usiku. Sasa chapati na maharage ni kitu cha kufanya, wewe utoko usifanye ibada. Nizo utari zetu hizo